kuna kisima hapa zaidi ya futi arobaini hapa ndani. Hapa ndani hiki kisima... wakiosha hizi ngozi damu ah, wanamwaga kwenye huku ndani ah, na pia kuna chemicals za kukausha hizi ngozi zinamwagwa hapa ndani. Hii chemicals, kuna underground water huwa inapolute pia maji hapa around. Hata mimi nimesema tumechimba kisima hapo na hiyo maji it's not safe for consumption. Mtu mmoja amaamechimba kwa kisima kwa kwa, kyeyow. Kyeyow. Kwa, kwa ajili ya biashara zake, na wanaishi wanaumia, uchafu inapita kwenda hapo ndani, na, na pia kuna chemicals machumvi anamwaga kwenda hapa ndani na hii is polluting the underground water yeah, shukua shukua zote zote it's impossible bana, chukua vizuri hapa

anaitwa Chacha Dominic na sasa, nyumbani ni hapa na mwenye biashara kwake ni hapa. Ni kwamba huyu mwenzetu ambaye anaitwa uh, Martin King'ori alikuja hapa zaidi ya miaka kumi, akaja akaanzisha biashara ya kukausha hapa ngozi. Hizi ngozi tumevumilia uvundo for more than 10 years. Tume raise hiyo complaint paka 2020 niliita hapa public health officer ambaye ni Zakaria Ndubi alikuja hapa, tukafanya kesi hapa, chifa alikuwa balozi alikuwa, but from then hakuna step ambayo imechukuliwa. Sisi kama wananchi tena tume, tumezunguka tumeitisha mikutano hapa, hata tarehe ishirini na nane na mwezi wa tano tulikuwa hapa na mkutano hapa, tukaitisha chifa alikuja, balozi walikuja, wananchi walikuja hapa, nani alikuja hapa, dio alikuja hapa tukaraise au complain lakini hakuna step ambayo imechukuliwa. Hizi ni barua ambazo tumejaribu tume, tume, tume, tume kuinform the relevant authorities but since then there is no step that have been taken. Sisi kama wananchi tumeona no, kwamba hatuwezi kuvumilia zaidi. Tumeona kwamba leo asubuhi hii kwamba tujue kwamba nini kinachoendelea. tume raise the issue for long and there is no step that have, has been taken. We blame the the the the, the relevant authority like uh, the

yeye yeah, yeah, alinua shamba hakunua hewa. Huyu jamaa amevunja ame katiba. Uh, ukiangalia katika katiba kifungu cha chapter 4, inasema kwamba every person has a right to clean environment yes. Yeah, kama alinua shamba hakunua na hewa, sisi kama wananchi wa Nyasese tuko na haki ya kuwa na hewa safi, sindivyo wananchi? So yeah. yeah. kwa yeah. yeah. yeah. hivyo tunasema kwamba tulichokisema ni kwamba yeye yeah, yeah, ahamisha hii biashara yake ahamisha kutoka hapa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kwa hivyo tunataka kwamba serikali ichukue kutoka hapa ama ahamisha kutoka hapa totally. That's what we can we can say. Aya, kwa majina naitwa Joyce Nyansese. Hapa ndio kwangu, karibu na kiti ya mangozi. Haki ninaumia hata wakati oh, naweka ugali kwa meza, nafikiri kitu kimekufia ndani. Oh, mimi ni mangozi mimi naudhuria, nasema hivi hii mangozi ya ame, mimi nilijiani kabisa kwa mangozi hapa napiga uh, ndio nasema wananchi tumeamuka, mtu saidia kwa majina anaitwa Msomi Thomas, nyumbani hapa Nyasese tu. Nilikuwa naomba serikali mtusaidie. Sisi hatuna vitina na mtu, lakini hizi ngozi zimetuadhiri sana sisi kama wanakijiji. Kama mimi ni mfugaji wa kuku na mbuzi. Kuku zangu kuna ndege wanakuja hapa kwa sababu ya uvundo, hata fisi zinakuja hapa kwa sababu ya uvundo. Nilikuwa naomba serikali mtusaidie. Kuku zangu sasa hivi nilikuwa na kuku mia mbili. Nimebaki na, na kuku tatu tu kufikia saa hii, hao ndege wakija hapa, wakiamka, wanaamka na kuku zangu. Naishi tu hapa karibu. Nilikuwa naomba mtusaidie. Mbuzi nilifuga hapa, mbuzi wa gredi, kwa sababu ya uvundo na yale ile damu yenye iko kwa hiyo kisima, ikiingia kwa, kwa kisima cha maji yangu, yaani mbuzi kinywa hayo maji inakufa. Sasa tutafuga nini jamani? Buko tunaomba serikali mtusaidie. Uvundo umetuadhiri sana. Kama mimi na mtoto mdogo hapa nyumbani. Mtoto nilimzaa vizuri, mtoto ana afya nzuri ila amekataa kula nyama kwa sababu ya uvundo. Tukiweka tu nyama mezani, huo uvundo unakuja unasikia ni kama nyama inanuka. Hata ninashangaa. Tunaomba mtusaidie. Sawa. Mimi naitwa Juma Magaiwa, mwenyeji wa Nyasese. Ah, sisi kama wananchi probably we have been pushing this issue so much. Ah, sisi kama wananchi wa Nyasese tumeamua huyu uh, bwana King'ori, kwa sababu ya hii uh, biashara yake ya ngozi. Kwa kweli imetuathiri kabisa. Tukiangalia katika, uh, majirani wa upande huu uh, kuna visima tumechimba na ukiangalia huko ndani kwa ngozi tulipokuwa kuna kisima ambacho, uh, kuna remains, remains huwa uh, uh, ana, anaweka ndani remains uh, ni mabaki zile, zime, uh, zile ngozi zimeoza kuna zingine zinatu, zinatupwa hapo ndani zile chemicals zinatupwa hapo ndani alafu kuna of which kisima ni refu is almost 30 meters down feet so which means uh, with our neighboring boreholes uh, uh, kuna venye zinashea maji ambapo sisi kama wananchi tunaathirika kwa njia moja au nyingine. Tunapotumia hiyo maji inatuathiri sisi kwa wakati, uh, pia hata kwa wanyama sisi, uh, ukiangalia kwa upande huu ukijaribu kuweka uh, uh, wanyama ng'ombe, ng'ombe hapa ng'ombe zinapita hapa hivi wa, wanakufa kwa kweli n, uh, kuku wetu hapa village wamekufa kwa sababu hao kunguru wakichukua, wakichukua hizo uh, mizoga alafu kuku akijaribu kukula anakufa, which uh, because of those chemicals that, uh, inside there. So sisi kama sisi, mashimo ni mengi hapo. Tumeangalia upande mwingine pale kuna uh, amechimba shimo hapo yenye anaweka hizo mangozi za, zote ambazo zimeoza, which hata uh, wakati wa mvua ukijaribu kupita hapa uwezi ukapita, harufu, tunashindwa kula tunashindwa kufanya biashara. Sasa sisi kama wananchi wa Nyasese, probably tumeamua hakuna biashara inaendelea hapa, na huyo uh, huyo mwenzi, huyo uh, <coughs> Mwa, mwa, kiongozi wa mazingira tumejaribu mwalimu amejaribu kumtafuta kwa kwa sa, sana sana sana, ila kwa kweli, kwa kweli sisi hakuna ambacho ametusaidia sisi. Kama wananchi wa Nyasese tumemwita hapa mara kadhaa hatujapata usaidizi, tumeamua sisi kama sisi wananchi tuchukue hatua mikononi, na tunaomba wote viongozi mnao tazama uh, hii video, na tunaomba usaidizi wenu. Tunashukuru sana eh, kwa majina naitwa Mathi King'ori. Mimi ni mkaaji wa Silali, na hata hivyo ni mwenyeji wa Nyasese. Hii biashara nimeifanya kulingana vile wanasema, karibu ya miaka wanasema, nimejaribu kuingana na hii kazi na hii maswala, wamefanya na wamejaribu kwenda kwa kila kitengo, na wakati wote wanapoenda kuna ile masharti mimi huwa naelezewa nijaribu kushingatia, dio kazi we kwa jia ambayo inastahili kwa sababu na mimi yenyewe hata mimi niko na haki ya utafutaji na kuwa na mali juzi. Walikuja mara ya kwanza, waliita bwana Sakaria huyu anaosema ya kwamba hawasikizi, na tukakaa kikao kwenye me miti ya hii miti iko hapa karibu hapa, tukaongea na nikaambia ile kitu ninafaa nifanye. Kitu cha kwanza ni kuzingira, na nikazingira juzijuzi juzi wameenda mpaka kwa bwana ma, madam dio akaniita kwa ofisi na akanielezea malalamiko ya watu wa Nyasisi, na nikayasikia nikamwambia, mimi sina pingamizi, ila najaribu kufuata mashariti ambao nawekewa na watu wa veterinary hapo. Kabla ya walilalamika, na wakasema wakaleta mpaka county ambaye anasimamia department ya ngozi alikuja mpaka hapa na akanipatia aka, aka mpaka barua. Hata ningelijua ya kwamba labda kuna hiyo, sikuwa na taarifa, ningekuja na hizo barua mpaka hapa. Wakaja wakakagua, wakaniambia ile conditions yote na sahihi nifanye, nikajaribu kufanya. Kutoka hapo ndio wao wakaona, hawa wanaona kama labda hawasikizwi, unaona, ila wanasikizwa na watu wanakuja, hata kipindi hata hiyo bwana hiyo fitnali ambaye anasimamia department ya leather alikuja 2024, nafikiri kwa kama mwezi wa kumi alitumwa na CS wa agriculture akaja mpaka hapa. Hilo shimo liko na zaidi ya miaka sita. Kipindi kile ilikuwa inatumika zile nilikuwa nimepewa na daktari ambaye wenyewe walifika mpaka kwa, kwa UCS, madam UCS. Huyo daktari walikuja mpaka hapa na wakaniambia conditions zile nafaa kufuata. Kutoka hapo kabla muda hujaenda wameenda mpaka, wamerudisha petition mpaka Migori, wakaandika barua na zote zikasabaki kila mahara. Juzi, juzi, bwana CS alituma fitina mkubwa ambaye anasimamia the whole county, ilikuwa nafikiri ilikuwa ni Ijumaa ndio alikuwa hapa, wakaja mpaka hapa wakafanya inspection, wakaniambia niacha waende wa, wa, wa compile rekodi na statement ya kile kitu wameona, halafu from that wanafanya procedure vile. Wakataka vifanya hii kitu ifanya nini, ihamishwe hapa. Unaona, jana jioni hata nikuonyesha simu hapa, nilipigia huyo daktari wa leather akaniambia leo ndio wanakaa kikao na watu wa veterinary wote, ndio watoe suruhisho ya vile, suruhisho ya hii shida itafanya nini, itaisha. Kwa hivyo hawa kama wanasema ya kwamba hawasikizwi wanasikizwa. Sio ati hawasikizwi wanasikizwa. Unaona? Na kila polisi hata kama ni serikali inafuata na inafuata na inaangalia. Sasa ile kitu mimi naweza omba. Wote anayeona hapa, mimi naona kama sio watu ambao tunaweza pigana vita na wao. Na sio watu ambao tunaweza sema kwamba leo wengine hapa, mimi nimekuja hapa nikaanza maisha, hata walionileta hapa ni babake huyu, ndiye alileta hapa nikawa mwenyeji hapa. Kilichoko tu kwamba, tunasema ama ile ombi ninao ombi langu ni hili kwa wananchi, muwe na subira kidogo, ili swala linashughulikiwa, nafanya nini? Linashughulikiwa kwa njia ambayo tutafute permanent solution ambayo italidhisha kila mtu, wewe uridhike, nyewe muridhike na mimi niridhike. Sijui kama mmenipata. Mimi ninalo langu sina, sina maongezi mengi na hata siko na taarifa kuna, kuna swala kama hili. Mimi nasitukizwa tu ya kwamba nyumba kumefungwa ndio wewe kanifuata nije. Ndio nimekuwea hata wewe ndio umenipigia simu hapa nikakuta hii maswali. Ndio mimi ile gobi naomba ni kwamba muwe na subira. Subiri. Muwe na subira. Ni ombi, sio lazima, siwezi kuwalazimisha kwa sababu ukikataa simu umekataa. Ila nimeomba muwe na subira ili swala linafanya ni nini? Linasuluhishwa na solution ambayo ni permanent itafanya nini? Itapatikana. Hiyo ndio ombi yangu, nami nimeshukuru, na sina uhasama na mtu yote hapa. Wote ni marafiki, hata kama ni maji na kunywaga kwao, sioni hapa hata kuna mtu hapa anaweza kunikuta hapo aseme ya kwamba kwa sababu ya ngozi na nini na nini atimu osha umia hapo. Siwezi sioni hapa kama kuna mtu anaweza kukuta hapa aseme ya kwamba niombe msaada nikose kumsaidia. Hii ni biashara na ni utafutaji na ni kweli. Lakini kuishi kupo hata yeah. Mimi nikiamua kujenga, sitajenga hapa, sitakuwa majirani. Sasa tutaweka kani, uhasama kwa sababu kulikuwa na ngozi, sitaishi kama kama, mm, kama, kama kama kama wenyeji wa hapa kwa sababu mimi naweza sema niko na zaidi ya miaka karibu thelathini nikiwa Nyasese. Asante.